Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wenu bwana Ezra. Ezra mwenye anapenda taifa la Tanzania. Taifa nzuri kabisa. Ila viongozi ndio wameweza kuharibu hili taifa ambalo tulikuwa tunalitamani. Kwa kuleta udikteta. Tukiwa tunaelekea maandamano ya siku ya Jumanne tarehe tisa mwezi wa Disemba mwaka 2025, maandamano ambayo ndugu zangu wa Tanzania wamesema kwamba yatakuwa ya yasiyokuwa na kikomo au yasiyoisha. Taarifa ambazo ninapokea kwenye studio zetu mwendo wa saa tano unusu usiku. Uh, siku ya Ijumaa uh, tatu tarehe 8 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tukiwa tunaelekea siku ya Jumanne tarehe 9 Disemba. Ni kwamba wanajeshi wameweza kuchukua hatamu za kuongoza na kulinda mpaka wa Namanga boda. Unajua Namanga boda ni mahala ambapo Watanzania wanaweza wakatoka Tanzania waingie Kenya au Wakenya wanaweza wakatoka Kenya waingilie kuelekea Tanzania. Mpaka huu wapenzi watazamaji, katika maandamano ambayo yaliweza kupita tarehe ishirini na tisa Oktoba kipindi cha uchaguzi ambao serikali iliweza kuiba matokeo ama ulikuwa unachungwa na jeshi la polisi, lakini taarifa ambazo ninapokea sasa hivi mwendo wa saa tano usi, unusu usiku. Nilikuambia kwamba katika kituo chetu huwa hatulali, tunahakikisha kwamba mwananchi anapata taarifa za ukweli. Ninaelezwa kwamba sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan wameweza kuweka jeshi la polisi kando, wametuma jeshi la mwananchi JWTZ kuchunga huo mpaka. Je, ni kwa nini wameamua kutuma jeshi la mwananchi kulinda mpaka wa Namanga? Nina imani kwamba umeweza kuangalia na utanieleza wazi kwamba umeweza kuona jeshi. Mtu ambaye amenitumia hii kanda aliweza kunasa japo kwa sekunde chache, kwa sababu alihofia kwamba wakimwona akirekodi itakuwa ni mambo mengine. Kwa hivyo ni wazi kwamba abi Samia Suluhu Hassan na utawala wake wameamua kwamba mpaka wa Namanga uchukuliwe na jeshi, waweze kulinda. Kumbuka kwamba jeshi la JWTZ kazi yake ni kuchunga mwananchi na ni kuchunga nchi isije ikashambuliwa, ni kuchunga mwananchi na kuchunga Tanzania ah, lisije ama taifa lile lisije likapata mashambulizi lakini mpenzi mtazamaji a, kulingana na Watanzania wanasema hivi a, wanasema hivi haijakuwa mazoea kwa serikali ya Tanzania kutumia jeshi la mwananchi kulinda maandamano wananchi wengine wameweza kusema kwamba hii hatua ya serikali kuamua kutumia jeshi la JWTZ kwenye shughuli za maandamano ni kudhalilisha jeshi, kwa sababu kazi ya jeshi ni kulinda mwananchi na wala sio kuweza ku engage kwenye masuala ya maandamano. Lakini mpenzi mtazamaji, taarifa ambazo ninaelezwa ambayo imeweza kusababisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kuamua kuchunga mpaka wa Namanga, aa, kwa kutumia jeshi la JWTZ ni kwa sababu majirani za Watanzania wa Kenya waliweza kumwonya Bi Samia Suluhu Hassan na kumweleza kwamba siku ya Jumanne ya maandamano ya tarehe 9 Desemba hayatakuwa maandamano ya Tanzania peke yake, bali yatakuwa ni maandamano ya Afrika Mashariki wananchi wengi kutoka Kenya, wanaharakati wengi kutoka nchini Kenya walitangaza kwamba wataingia Tanzania kuweza kusaidia ndugu zao Tanzania, kuweza kusaidia dada zao, kaka zao, Tanzania kumaliza udikteta, kuweza kuingia Tanzania kusaidia Tanzania kumaliza uongozi wa kiimla wa serikali ya Samia. Kumbuka kwamba ndugu zetu Tanzania wamesema kwamba wataandamana na kutaka Samia aweze kung'atuka. Maandamano haya yatakuwa ni ya mfululizo. Kwa nini hawakuweza kumchagua Bi Samia Suluhu Hassan? Kulingana na kauli ambazo zimeweza kutolewa na Watanzania, wanaeleza kwamba hii serikali imeweza kuhusika kwenye mauaji ya wananchi. Kumbuka kwamba Kenya, Wakenya wamezoea maandamano. Yani, walisema kwamba maandamano ya Tanzania hayawezi akawapita Wakenya, wamezoea mabomu ya, wame, wame ya, ya kutoa machozi vitoa machozi, yaani wamezoea ya. Mkenya, maandamano bila ya mabomu ya kutoa machozi hayo si maandamano, ilikuwa ni riadha. Sasa wamesema kwamba wataingia Tanzania kusaidia kaka zao kumalizana na hii shughuli. Watanzania wasimamie haki zao wasisimame. Wasimame. Makundi hayo yakiungana na mengine Mombasa. Aidha, yamewataka maafisa wa usalama kutotumia nguvu wanapokabiliana na waandamanaji Jumanne. We we will be in solidarity. We will be be in in in solidarity with them in prayer and also in action. Yale mambo ambayo yanaendelea kutendeka nchi ya Tanzania kesho, Watanzania wamezungumza na kusema kwa sauti moja kwamba watajitokeza katika maandamano ya amani ili kudai haki kwa yale mauaji, utekaji nyara ambao umekuwa ukiendelea katika nchi ya Tanzania. Katika miezi michache iliyopita tumeona Watanzania wakitaka kuandamana kwa amani, wakitaka kuona mabadiliko ya katiba yamefanywa kwa amani, wametaka kuona mabadiliko ya upigaji kura yakifanyika na wameitisha hayo mabadiliko kwa amani, lakini vile serikali ya Tanzania imewajibu ni kwa kupitia ghasia mauaji na utekaji nyara. Na sisi tunaikumbusha serikali ya Samia Suluhu yale matamshi yaliyosemwa na kiongozi wa kitambo John F Kennedy ambaye alisema wale ambao wanapinga maandamano, uh, mabadiliko ya amani kutokea watapelekea mabadiliko ya vurugu kufanyika, na tunasema kwa sauti moja kama Wanaafrika mashariki kwamba tunasimama na Watanzania na tunataka wajue kwamba sisi kama ndugu zao hatutawaachilia mkono kamwe. Kipindi ambapo serikali ya Bi Samia Suluhu Hassan imeweza kuamua kutumia jeshi, ndugu zetu wa Tanzania hawajaweza kufurahishwa na hicho kitendo. Kwa nini? Wamesema kwamba jeshi linapaswa kumlinda mwananchi, halipaswi kutumika kuzuia maandamano, halipaswi kutumiwa na serikali ya CCM. Wananchi wamesema kwamba penye imefika, hata ile jeshi hawaliamini linaonekana kwamba linafanyia serikali ya CCM kazi. Hata kipindi ambapo waliweza kuuawa jeshi, uh, lile halikutoa tamko lolote, lakini kuna kitu ambacho napaswa kujua Tarehe 29 9 ah, Oktoba, Wakenya walitoka Kenya wakaenda kwa nama na Tanzania mpaka Wanamanga mpaka walikuwa wanalia kwa mpaka, wakiambia jeshi la polisi, tafadhali turuhusu tuingie hapo ndani tusaidie ndugu zetu wa Tanzania ndugu zetu awezi wa wakakuwa nateseka hivi sisi tukiwa hapa hapana sisi ni ndugu watoka litoke. Sasa baada ya ndugu wa Kenya kutuma Uh, onyo kali kwa Rais Samia Suluhu Hassan na utawala wake. Basi Samia ameamua kutuma jeshi kwenda kulinda mpaka wa Namanga, wasija wakaingia Tanzania. Yani, lengo la kutuma jeshi pale la mwananchi ni kuzuia Wakenya wasiingie Tanzania, waende kusaidia ndugu zetu Tanzania kwenye maandamano. Wakenya wanaheshimika sana kwenye maandamano, ndugu zetu wa Tanzania. Uliza mwelezwe, Wakenya wanaheshimika. Wakenya wanaheshimika kwenye maandamano, na ndio maana wamesema, ndugu zetu Tanzania hawawezi wakateseka tukiona, hawawezi wakatawalwa kimabavu tukiona, lazima tuwasaidie. Kwa hivyo hivyo ndi ama hilo ndilo lengo ambalo limesababisha serikali ya Samia kuweza kuweka jeshi katika mpaka wa Namanga ili kuweza kuzuia wana Kenya wasiingie Tanzania kwenda kusaidia ndugu zetu Tanzania kuandamana. Je, wazo lako ni lipi? Wazo lako ni lipi kuhusiana na jeshi la mwananchi kutumika kuwazuia ndugu zao wa Kenya wasije wakaingia Tanzania kusaidia uh, Watanzania kwenye kumaliza hii shughuli ya maandamano? Sema nasi.